Habari za wakati huu, karibuni tena katika kipindi chetu cha kila wiki kinachokuhabarisha kuhusu mwenendo wa soko la hisa la Dar es Salaam na kuletwa kwenu na Vertex International Securities. Leo ni kilipoti moja kwa moja kutoka viwanja vya sabasaba vilivyopo saba jijini Dar es Salaam. Pamoja nanyi leo hii ni mimi Franco Atilio. Kwa wiki inayoishia tarehe 27 Juni 2025, mauzo katika soko la hisa la Dar es Salaam yalipungua kwa asilimia ya 55.39 kutoka shilingi bilioni 31.26 hadi shilingi bilioni 13.94. Kiasi cha hisa kilichouzwa kilipungua pia kwa asilimia 61.54 kutoka hisa milioni 38.75 hadi hisa milioni 14.9. Jumla ya mtaji wa soko uliongezeka kwa asilimia sifuri nukta nane kutoka shilingi trilioni 19.32 hadi shilingi trilioni 19.48. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa bei ya hisa za NMB MKCB DSC TPCC TCCL na EABL ambapo NMB iliongezeka bei kwa asilimia moja nukta mbili moja MKCB iliongezeka bei kwa asilimia tano 5 .77. DSC iliongezeka bei kwa 3.57%. TPCC iliongezeka bei kwa 2.1%. TCCL iliongezeka bei kwa 15.43% na EABL iliongezeka bei kwa 0.8%. Mtaji wa soko la ndani uliongezeka kwa 0.43% kutoka shilingi tilioni 12.74 wiki iliyopita hadi shilingi tilioni 12.79. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa bei ya hisa za DSC ambazo ziliongezeka kwa shilingi mia, TPCC ambazo ziliongezeka bei kwa shilingi mia pia, TCCL ziliongezeka bei kwa shilingi 270 na NMB zilizoongezeka kwa shilingi themanini. CRDB imeongoza kwa idadi kubwa ya hisa zilizouzwa kwa asilimia 8937 sawa na hisa milioni 13, ikifuatiwa ikifatiwa na KCB kwa asilimia tatu sawa na hisa laki saba na hamsini zilizouzwa kwenye kaunta ya makubaliano ya biashara ya kabla kablab rdb imeongoza kwa mauzo ya hisa wiki hii ikirikodi jumla ya shilingi bilioni kumi nukta tano ambayo ni sawa na asilimia sabini na tano nukta nne tisa ya mauzo yote ikifatiwa na NMB ikirikodi jumla ya shilingi bilioni mbili nukta tatu ambayo ni sawa na asilimia kumi na sita nukta tano huku KCB ikirikodi milioni mia saba na tano ambayo ni sawa na asilimia tano nukta sifuri tano ya mauzo yote. Wiki hii imeshuhudia wawekezaji wa ndani wakichangia kwa asilimia 99.96 kwenye shughuli za soko, huku wawekezaji wa kigeni wakichangia kwa asilimia 0.04. Katika wiki kulikuwa na miamala 191 kwenye soko la hati fungani ambapo soko lilisajili takriban shilingi bilioni 190.11. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa mapitio ya soko la hisa la Dar es Salaam kwa wiki inayoishia Ijumaa ya tarehe 27 Juni 2025 Vertex International Securities. Katika kipindi hiki cha msimu wa sikukuu za maonyesho ya Sabasaba ya 49, tunapatikana katika mtaa wa Fedha, jengo la wizara ya fedha, banda la Vertex International Securities. pia utapata huduma zetu kwenye banda la shirika la posta Tanzania kupitia dawati la uwekezaji. Tukutane Sabasaba, tunasema tumekufikia. Wekeza chapchap, usisahau kuwekeza kijanja na Vertex Mobile Trading. Mpaka wakati mwingine tena, ulikuwa na mimi Franco Atilio.